Karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabale, ukipenda niite AJB na Anwangeshi ndiye mwenzetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mie naitwa Gladys Mongai. Serikali imesema imeleta mabadiliko katika sekta ya elimu iliyokuwa inakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo mpito wa elimu ya umilisi, upungufu wa walimu, na changamoto za ufadhili katika vyuo vikuu, pamoja na changamoto za miundo mbinu. Rais William Ruto wakati wa taarifa yake kwa taifa kwenye kikao cha pamoja cha bunge, alibainisha kwamba kupitia mfumo wa ufadhili unaotilia maanani mahitaji ya wanafunzi, zaidi ya wanafunzi nusu milioni wamenufaika na ufadhili wa elimu na mikopo ya elimu ya vyuo vikuu. Rais alisema kuwa uajiri wa walimu, ujenzi wa madarasa, maabara na ongezeko la wanafunzi katika taasisi za mafunzo ya kiufundi ni muhimu katika kurejesha heshima na fursa katika sekta ya elimu. Kwenye hotuba yake ya tatu kwa taifa bungeni, Rais William Ruto alitaja sekta ya elimu humu nchini kwa miongoni mwa zile zilizokuwa na changamoto nyingi wakati alipochukua hatamu. When I assumed office our education sector was in distress with a strained CBC transition a chronic teacher deficit, universities on the edge of insolvency and overstretched infrastructure. We moved quickly to restore education as the great equalizer. Cha msingi katika mageuzi hayo ni mfumo wa ufadhili unaoitilia maanani mahitaji ya wanafunzi ambapo zaidi ya wanafunzi nusu milioni wamenufaika kufikia sasa. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Kuhusu swala la upungufu wa elimu, rais alisema walimu 76 tayari wameajiriwa, huku wengine 24 wakitarajiwa kuajiriwa kufikia mwezi Januari mwaka ujao, kupunguza msongamano na kupiga jeki mfumo wa elimu ya umilisi. Pia ni maswala yaliyo kwenye ajenda kuu ya serikali, huku upanuzi wa miundo mbinu pia ukiendelea requires. Serikali imesema taasisi za kiufundi na mafunzo anuwai sasa ni nguzo ya ukuzaji wa nguvu za kazi huku kukiwa na ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaojiunga na, na vyuo hivyo. Rais amesema kupitia hatua hizi, serikali inalenga kuhakikisha kila mtoto anayeheshimika kielimu. Doreen Arange, Darubini.